Bwana, ikumbukwe siku ya jana nilikupa habari kuhusiana na uh, Rais Donald Trump kuweza kufika kule Saudi Arabia na kutokana na ziara zake ambazo pia amepanga kuzifanya eh, katika mwezi huu katika nchi tofauti tofauti. Sasa uh, mara baada ya kuweza kufika kule Saudi Arabia pia eh, Trump pia aliweza kukutana na mwana wa mfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia. Lakini pia aliweza kutia sa saini na mkataba wa jumla ya dola eh, bilioni 600 za uwekezaji eh, kutoka nchini Marekani. Lakini pia ikijumuisha nishati na ulinzi, ambayo pia inaweza kuimarisha uchumi wa Marekani lakini pia kuweza kuimarisha mahusiano baina ya nchi hizo zote mbili. Makubaliano yalikuwa ni mazuri, lakini pia na kila mmoja aliweza kukubali kwa upande wake. Sasa, the big story is, ambayo kitu ambacho kileweza kutokea pale na kila mmoja ameweza kushangazwa, wakati wao wamekaa pale, wana wanajadiliana, tunaweza tukasema hivyo, walikuwa wanajadiliana mazungumzo tofauti tofauti kuhusiana na masuala mazima ya hiyo miradi mara eh, E, hizo sijui kuweza kusaidiana katika masuala mazima ya nishati na vitu vingine, na hizo dola kuweza kutolewa. Maana kuna yule ni, ni kama muhudumu naweza kusema muhudumu kutokea pale ile sehemu ambayo walikuwepo. And sasa wali, wali, ililetwa kahawa na ile kahawa ilikuwa ina vikombe viwili then rais wa Saudi Arabia pia aliweza kupewa na Raisi Trump pia akaweza kupewa kahawa ile, lakini sasa video inaonyesha kwamba bwana Trump Toka alivyopewa ile kahawa hakuweza kuinywa, alikuwa amebaki ameishika tu, na mwisho wa siku akaja kaiweka pembeni. Lakini pia rais wa kule Saudi Arabia pia eh, aliweza kuinywa. Sasa watu wengi wameanza kujiuliza ni kwamba eh, ni alifanya vile Trump kwa sababu ya usalama zaidi, kwa sababu unajua Trump pia anaweza kuwindwa na watu wengi, sio kila mmoja anakuwa anampenda. Sasa mara baada ya kuweza kupewa ile kahawa, aweze kushushia kama kinywaji, bwana Trump alibaki ameishika, na maongezi yakawa yanaendelea, na baadaye kidogo then akaiweka eh, pembeni na eh, maelewano lakini